Hapo hapo ulipo, lakini tunawaomba amka usiku, umuombe Mwenyezi Mungu azidi kutuongoza katika jambo letu hili, inshallah tupate ushindi wa kheri na mkubwa. Sasa nitamwita msomaji wa dua ndugu Rashid au Ustadhi Rashid Ali Muhammad kutusomea dua maalum inshallah. Kwanza sote tulete istighfari mara tatu. Aya sote tusomeni alam tara moja bila kupiga bismillah. Anza na adhubillahi, nena na alam tara

Kwa rehema zako ya Rabi na kwa utukufu wako ya Rabi na kwa majina yako matukufu ya Rabi, tunakuomba ya Rabi utupe heri za uchaguzi huu, tunakuomba Mwenyezi Mungu utujalie heri katika uchaguzi huu, tunakuomba Mwenyezi Mungu utupe heri katika uchaguzi huu, tunakuomba Mwenyezi Mungu unyanyue jina la mgombea wetu Uthman, Uthman, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mpe uongozi mgombea wetu, aondoshe dhulma katika nchi yetu, aondoshe kisa cha ujinga katika nchi yetu, atupe nusra ya Allah, tunakuomba nusra ya Allah, kama ulipo mnusuru mtume wako Ibrahim, kama ulipo mnusuru mtume wako Nabii Musa, kama ulipo mnusuru Isa alaihi salam

Hakika ngombea wetu umebaki kuapishwa. Hii dua imeshapanda mbinguni na imeshakabaliwa inshallah. Mungu ameshaipokea. Sitaki niseme tena lolote kutokana na dua hii. Sasa, nampa katibu wetu wa mkoa aende akamkaribishe mwenyekiti wa mkoa ili naye afungue mkutano wetu huu, badala ya hapo, amkaribishe naibu katibu mkuu na mimi naliaga jukwaa hili naenda kusikiliza sera zenye kutekelezeka. Asanteni e sana. Ukweli na uwazi. Mweshimua mwenyekiti wa chama taifa, pia makamo wa kwanza rais na mgombea na rais ambaye anasubiri kuhapishwa Waheshimiwa viongozi wa mbali mbalimbali, mie kazi yangu ni ndogo, kwa sababu ya muda. Moja kwa moja ni muombe mwenyekiti aje kutufungulia kikao, na baadaye amkabidhi jukwaa hili naibu katibu mkuu. Mwisho mwenyekiti, tafadhali. ACT Wazalendo! ACT Wazalendo! Ukweli na uwazi! Ukweli na uwazi! Shusha tanga! Shusha tanga! Safari! Safari! Mimi na Zanzibar, Zanzibar na mimi. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama taifa, ambaye kuwa ni mgombea wetu wa urais kupitia chama chetu na vile vile ni rais ambaye unasubiri kuapishwa, Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama, naibu katibu mkuu mratibu wa chama wajumbe wa kamati ya uongozi taifa waliopo, wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa waliopo, wenye viti na makatibu wa mikoa mitatu ya Pemba. Na miawali ya yote, kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia mpaka muda huu bado tukali nafra yake, huu si ujanja wetu isipokuwa ni rehema zake Mwenyezi Mungu. Lakini la pili, tumtakie rehema kipenzi chetu Nabii Muhammadi. Nichukue nafasi hii vile vile kuwashukuru ninie wajumbe ambao kuwamealikwa katika mkutano huu ni mkahudhuria kwa wingi. Tulikuwa na wasiwasi kwa sababu leo wale wapenzi wa mpira, kuna Simba na Yanga tukifikiria kama watu watapotelea huko, lakini tuwashukuru, asanteni sana. Kwanza nianze na kuwakaribisha viongozi wote, karibuni Micheweni, karibuni jimbo la Konde. Kazi yangu kubwa nilitakikana kama nifungue kikao, lakini kwanza na maneno mawili, swali moja, tunawaomba vikosi vikosi vya, vya ulinzi vyote wasiingilie katika masuala ya uchaguzi ili amani itamanike. Waache watu wa siasa wapambane katika siasa zao wao. Wakiingia katika masuala ya uchaguzi, basi wao ndio watakofanya nini, watakosababisha amani, na tushawasikia vijana marai wasema lolote litakalokuwa litakalo na wao wako tayari nalo. Ng'ombe atakavyoanguka ndivyo atakavyofanya, ndivyo atakavyochinjwa. Hilo ni la kwanza, na la pili ambalo kwa kwangu mimi si la muhimu sana, na itahadharisha tume ya uchaguzi wende na utaratibu kama kanuni zao zinavyozungumza. Yule ambaye kuwa Mwenyezi Mungu atamjalia na ushindi wake wa mtangazi, lakini wakija kwenda na kinyume na hilo, hatutakubaliana nao Hili ndio ambalo kuwa chama chetu kishatusemamara hii, ni mwaka wa kufanya nini? Kuinusuru za nziba. Kwa hivyo, hali hatutokubali lolote litakalokuwa ndivyo, tutakavyopambana nalo. Baada ya hayo mawili, kwa sababu leo ni siku ya kusikiliza sera, nifungue mkutano kama uko wazi.